Huyu ndiye mnyama anayejilinda kwa namna ngumu na ya ajabu zaidi kuliko wengine. Hii itakushangaza. Ukweli ni kwamba kila mnyama ana namna yake ya kujilinda, lakini ya mjusi huyu itakushangaza. Mjusi huyu anafahamika kama horned lizard, yaani mjusi mwenye pembe. Jamii ya mjusi hawa wenye pembe wanapatikana katika jangwa kali la Amerika ya Kaskazini. Horned Lizard ana mwili uliojaa miiba, rangi yake inafanana kabisa na mchanga. Akikaa kimya, unaweza kumpita bila kumwona. Huyu mjusi ameumbwa kuishi kwenye mazingira magumu, jua kali na wanyama wanaowinda bila huruma. Mjusi huyu anafahamika zaidi kwa namna yake ya ajabu ya kujilinda. Ana namna tatu za kujilinda, ya mwisho itakushangaza zaidi. Njia ya kwanza ni kujifanya jiwe. Anapohisi hatari, kitu cha kwanza anachofanya ni kusimama tuli kabisa. Akijichanganya na mazingira, wanyama wengine humwona kama jiwe au mchanga tu na kupita. Njia ya pili ni kukuza umbo lake. Akishambuliwa, anapanua mwili wake na kuonekana mkubwa kuliko alivyo. Hii huwazuia mbwa mwitu, mbweha na ndege kuwashambulia kwa haraka. Njia ya tatu ni mashambulizi ya damu. Horned Lizard anaweza kuchuja damu kutoka kwenye jicho lake na kuirusha mbali kama risasi. Damu hiyo ina harufu kali inayowachukiza maadui, na hivyo wakinusa harufu hiyo huwafanya waondoke mahali yalipo na kumwacha salama. Ni mdogo lakini, mbinu zake ni za ajabu. Amegeuza mwili wake kuwa silaha ya kibayolojia.